Fa eh, sasa ndivyo watu wengine walivyo, wanaweza kutumia mali nyingi sana kwa mambo ya kipumbavu kabisa. Mtu ana mali, kajenga nyumba wala hazikai yeye, pingiwa wakakaa kama hawara waka wa, walevi wakakaa, watu wa ovyo. Kajenga nyumba na magari, watu wengine wanatumia na yeye anatumia, mara katumia hili utapanda magari mangapi kwa wakati mmoja? Sawa, kesho leo toka na hili, kesho na lile na lile, haujakatazwa lakini, je, umemfanyia nini mula wako? Kitu gani umekifanya kwa ajili ya mula wako? Ukawa nyumba nzuri kipando kizuri, je, ushajenga hata msikiti kwa ajili ya Allah? Msikiti uliojenga ulingana na nyumba yako kihadhi na, na mahari na kila kitu. Sasa hiki unachokijenga kama ni msikiti au ni madrasa au ni wakfu umeutoa kwa ajili ya kheri, hiki ndio chako, hiki kitakachokunufaisha ukishakufa tu. Hapo ukiwa hai na ukifa tu, akaunti yake inaendelea. Hivi vingine hivi hivi vingine hivi ulivyoviwekeza, pengine wawajengea mume mwenzio wamjengea ndio hivyo, pengine wajenga wamjengia mume mwenzio, atake kuja kumuua mkeo. Wewe ukifa alafu mkeo akampenda sana yule mume kuliko ilivyokupenda wewe, kwa sababu tu, wewe alikuwa huna muda naye, wewe kasia kuzunguka tu, atafuta tu. Kwa hiyo yeye sasa amepata nafasi, ametulia, amekaa kwenye sofa lako pale. Lete maji baridi, lete kwenye friji, aagiza pale, na mkeo akampenda sana akaona kwamba tangu mimi nimeolewa miaka ishirini thelathini sijawahi kupata mume kama huyu, na amekaa kwenye nyumba yako. Hivi ndio dunia. Na watoto wakamwita anko baba <laughs> na wakaona kwamba naye anawajali akawita, atawapatiliza, atafanya hivi. Kwa hiyo wajenga nyumba, lakini pengine wamejengea mume mwenzio mtarajiwa, siostafumba macho eda sitaisha, akaja akaoa mtu usiemtarajia lau kama sioko akhera amaweza kupigana ngumi, lakini Allah ataondosha vile vifundo baina yenu. Kwa hiyo hali iko namna hiyo. Sasa watu, watu watakiwa wafundishwe jambo hili, wafundishwe watoto wao wa mambo kama haya. Dunia si kitu, ni pumzi tu, zikiisha hizi khalas, umeisha na wewe, jambo lako limekuisha. Sasa angalia zile tundu zinazopita pumzi kuingia na kutoka, yani zikiziba khalas, umeisha wewe.